Na serikali inaleta vifaa ili kusheneza matumizi ya ndani. Lakini hapa kuna wizi wa vifaa. Mwezi wa nne hapa umeibiwa mpaka X-ray. Sasa mbona mnarudisha serikali jitihada zake nyuma, ili wanachopata huduma ndio moyo. Nimeanza kuhudumu hapa Januari mwaka huu. Pikipiki tatu yeah. Ambazo zingesaidia madaktari kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ndiyo yeah. Lakini pia hapa tumeibiwa tairi tano za ambulance ndiyo yeah. Mbunge analia bungeni kila siku kuomba magari ya kubebea wagonjwa ili kuwatoa vijijini kuwaleta hapa, lakini tukileta tairi ni mnaiba nani? Mwezi wa tatu tumeiba tairi tano. Wizi unafanya tiba ambayo natarajia wagonjwa wakija hapa wapate huduma za operation hapa, wasafiri kwenda Mwanza. Utaratibu huu wa kuiba vifaa unafanya, narai Mheshimiwa waziri mkuu, mimi naitwa Dr. Darson yetu, nimeanza kufanya kazi hapa Januari 2025 ndio Mheshimiwa waziri mkuu kwa wizi ambao umetokea hivi vipunde, ambao lusa ivativa loosika kuiba ni watumishi hapa hospitali, tunavyosema sasa hivyo vyote tumevikamata, viko polisi na wanachukuliwa hatua katika mamlaka ylo ya usalama.